Simba Sport. Uina. Uina. Uina. <tis> Asante, habari yako. Hongera sana na wewe. Naona una furaha sana pia. Unazungumzaje <tis> <tis> ile momenti ya siku i ya leo mnachukua ubingwa mbele ya Simba tena kwa ushindi mnono? Sisi tumeandaa timu, tumeandaa timu kwa kile kilichopo mbele yetu kukichukua. Hii ni mwanzo, hatuna furaha sana leo kwa sababu bado tuna mechi nyingine kesho mm, kutwa tunataka kukamilisha kile ambacho tulikiandaa msimu uliopita. Tumefanya maandalizi, tukaenda pre-season, ilikuwa ni hii siku kufika. Sasa wenzetu mm, wakajipendekeza mm -hmm. wakaifanya iwe siku ya wao kuja kukamata kombe mbele yetu. Yeah. Kimewakuta kitu hawajawahi kuona. ni kitu gani ambacho mlikuwa mnakitengeneza? maana yake majuzi zilikuwa ni siku za hekaheka, hatuchezi heka, simba wakawa kimya, mambo yalikuwa ni mengi. nyinyi mlikuwa mnatengeneza kitu gani zaidi? hatukutengeneza kitu chochote zaidi ya hiki ambacho mmekiona kimefanyika hapa uwanjani. Sisi ni timu ya mpira na kazi yetu sisi ni kucheza mpira, tunatakiwa kuwa na mazingira rafiki ili tuweze kuucheza huo mpira ndiyo kazi yetu hasa, ndio wananchi waliotutuma, hmm. kusimamia timu icheze mpira. Basi umekuwa ni msimu wa namna gani kweli? Ni msimu mzuri sana. Umekuwa na changamoto no, no, lakini no, no, no, no. Mwisho wa siku tumeshinda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Moment gani utaendelea kuzikumbuka katika msimu huu? Moment ya leo kuchukua kombe mbele ya Simba kama fainali, yeah. okay. Hii ndio moment muhimu, tumechukua kombe mbele ya Simba kwa refa kutoka nje, yeah. yeah. kwa tarehe waliotaka wao eh, tumeshinda na sio, si hivyo tu, tumewafunga mara tano mfululizo. Na sio hivyo tu, tumechukua ubingwa mara nne mfululizo, mafanikio makubwa sana. Sasa, na next time tunataka, tunataka next time, wachague uwanja wanaotaka wao, wachague refa wanaomtaka wao, na kama ni kilele cha furaha tunaweza tu kitafsiri kurako siku hii ya leo hii funga mara tano mfululizo. This is Young Africa bora. <laughs>